Um, mtazamaji e, tumeyazungumza mengi, naona pia vile vile muda umesonga, labda nikawa ambacho nitakiomba ntaki tena wakati mwingine, lakini mpaka dakika yake moja ya e, kumalizia. Tukianza na Bosco, tuende kwaikua. Mimi ninachoweza kuhimiza tukienda, uh, katika uchaguzi wa 2027 vijana wajitokeze, wachukue kura na si kuchukua kura tu, wapige hiyo kura, sababu the, the level hapa, the, kura tumeona wakati huu is worrying. Na tumeona viongozi ambao ni vijana kama chairperson wa Kenya Young Parliamentarians Mukunji amekuwa akiongoza vijana parliament vizuri sana, lakini ache kudanganya vijana. Alidanganya vijana wa Manyatta atawekea wifi na computers ndio watafute kazi, waacha kwenda rach ya kukufa, wafanyie kazi hapa, hajawafanyia. Alidanganya watoto watapea school feeding program free kama hapa Nairobi, hajawapea Kazi yake ameenda pale eh, badala ya kusaidia vijana ameenda kupeleka vijana pale Mbeere North wakauane wakafanye vurugu na mambo kama yale. La mwisho, madai mazito pia vile vile, ndio eh, eh, ni kweli eh, sinasemekana ndiyo? Eh, kama unasemekana, kama una ushahidi, hatuwezi kuyapa eh, nafasi yazungumziwe, maanake unazungumza madai ambayo una uhakika nayo. Aya, mwisho nasema kwamba, uh, tukiangalia katika maendeleo, wakati rais anaenda katika Ukambani, tunaona akina Maanzo, watu ambao wanapinga serikali wanajitokeza pale hata kuambia rais, wewe rais, usitukane viongozi wetu. Lakini sasa mtu kama Mkunji, wakati rais anakuja, yeye ya, anapanga vijana wanaharibu rallies, mambo kama yale. Sasa haisaidii watu wa manyata. Watu wa manyata wanachohitaji ni maendeleo. Na nikimalizia niseme hivi, vijana, serikali inafaa ijiulize, hawa vijana Gen Z, suluhisho ni gani? Raila Amolo Odinga alisema kuwe ni na dialogue vijana wafanyiwe dialogue. Um, tuelewe shida yao ni niniaa. dakika yangu moja nitaitumia kwanza kusema sio jambo la it's not fair. uh -huh. kumwelekeza matamshi kama yale eh, Mukonji kwa yeah, sababu, sababu, sababu, sababu, sababu, sababu tunajua vizuri sana Bosco yeye yeah, yeah, na Mukonji wametoka ametoka constituency moja na kuna, u, kuna, kuna mfununu pia kama alivyosema kwamba Bosco anataka kwa kiti cha Mkonji. Kwa hivyo, kwa e, hivyo sio vibaya kwa sababu Kasa, pia wewe pia <laughs> ni, we ni mwene manyata, lakini ni vizuri sana Mkonji pia anapewa nafasi ya kujibu Bosco anavyosema, lakini ningetaka kuongelea maneno mawili nikifunga kwamba moja, sio jambo nzuri, hatulichukurii na hatu kwa, kwa urahisi wakati ambapo tunaongea maneno ya mlima ama wakati ambapo tunaongea watu wa mlima Kenya waweze kushikana, inaonekana iko na tubo joto hilo ndilo wakati tunapoambia maneno ya ukabila. Sisi wenyewe hatuelewi ukabila nikosema nini? Maanake watu wetu, wasichana wetu wameolewa kila mahali, sisi wenyewe tunafanya kazi nchi nzima, lakini tunasema watu wa jamii hii waweze kukaa waweze kuongea maneno ya nchi yao. Kama tunavyoendelea, tuko na kaunti ambazo tunataka kuendeleza, tutaongelelea wapi maneno ya hizo kaunti? Na la mwisho ni vizuri tuwakumbushe walio upande wa serikali kwamba tunaambia serikali ifanye kazi. Maendeleo yote mnayoyasema tunayataka barabara bara zote mnazojenga tunataka, kwa sababu ni ile kazi tuliowapatia mwaka wa 2022 kufanya. Hii ni kazi ya 2022, mnafaa kuwa mnalipa. Hatuongelei maneno ya 2027, na ni vizuri pia mjikumbushe ya kwamba hamungekuwa katika zile viti kama hamungepewa majukumu yale na wananchi na saa hizi kuongelea maneno ya 2027, tunauliza ruhusa kwa wananchi ili tuweze kurudi kule, tuwaambie sasa, mimi nimetosha, Rashida ametosha, Bosco sasa ndiye mzuri, ama ambaye ndiye mzuri. Lakini watu ambao wanaonekana kama ama ambao wamejiweka katika mambo ya upinzani, wana, wana, wana, wana ni kama wanafanya jambo ambalo haliko liko katika kinyume na sheria, ni vibaya sana kufanya vile, kwa sababu wanafanya kulingana na vile katibo ilivyoelezea. Watu walio serikalini wajue hiyo maendeleo yote Te, wanatuambia tunaigojea kwa sababu ni mshahara ya vile tulivyofanya mwaka wa 2022. Asante Rashid. Dakika moja, asante. Mimi nitafuga kwa mambo mawili mwanzo watu waashe uongo. Imagine, kiongozi anakuja hapa kwa TV, national TV, anadanganya ati rais alipik, alishukua simu akapigia UCSBL akamwambia tikiti lazima atishindwe. Yeah, ni vizuri kutafuta uongo ingine ambayo hata ina make sense because I'm 100% sure the president cannot do that, na sitaki nimtetee but hata yule, unaona tu ni uongo. Number two, kibalisia sisi, na nakubaliana na vile amesema hapa, wananchi walituchagua, naam, we we agree na ndio unaona we support the government's development agenda. Sasa hii ukipitia hii jia uende mpaka pale Marwa Um, utapata one of the greatest interchanges in this country iko hapo, na juzi tukiwa na deputy president pale Nyeri. Alisema hiyo design serikali imeamua itakuwa changed after the request by the Nyeri people um, ipitie Nyeri town so that Nyeri can be a future city. Mimi vile nimesema sisi mtu yoyote na nishukuru watu ya Mbere sana mmetuzimia. ah, malingo mtu yoyote, sisi tunataka maendeleo ah, na hiyo ndio tutafuata chini ya deputy president. Kwa dakika yangu moja, maana yake mwelekezo wangu, kama muda umesonga, ya kwanza tutatumia Mbere north kama example ya how not to steal an election, that is directed to government. Kibaki alisema even rigging needs some intelligence. Ukifanya so many branders utashikwa tu asubuhi. Namba mbili Still to test the integrity of IBC. Kuna maswali tutawauliza na tutakula some of them ambaye watakuwa na lawama. Lakini ya mwisho Rashid, serikali kusema inafanya maendeleo mauti Kenya, tunalipa tax kama watu wengine wote, even in the country people deserve they demand. By the way, juzi ame commission barabara ya Liloni. i want to say this, kama kiongozi, watu wengi wamenipigia simu. Nataka kusema hivi on record, sisi tunakaribisha hiyo barabara, kwa sababu kama Ruto haku ikansel ile ingine ingekuwa commission ingekuwa inataka kutumika sahii, watu wanakufa ma accident but watu wa eria hiyo hawako tayari kulipa hizo tolo. Barabara ijengwe, tukichukua serikali tutalinegoshiti, tutalipa mchainisi pesa yake, laia ya hatuwezi kuwaekea mzigo mara nne. Daktari Peter Mbae, mchanganuzi wa mipango chama cha DCP, shukrani sana ndugu yangu kwa kuja studioni. Uh, Bosco Mutegi mchanganuzi pia vilevile vile wa siasa, umeambiwa naikuoyo jamaone mtaja, tutakuleta tukae naye sambamba hapa mwelewane, usimtaje kama yuko ikiwambo ute pia vilevile vile mchanganuzi masuala ya siasa, asante sana ndugu yangu kwa tuke eh, Kiruga anasema eh, ni Mkristiano. Asante sana ambe ni, eh, ni mwakilishi wadi kutoka kule Chinga Nyeri, mwakilishi wadi. Nafikiri mkiangalia nyote, mnatoka jamii moja na nyote nyinyi mnaweza kuzungumza na mkaelewana. Natakana iwe hivyo kwa kila eneo, sio tu Nyeri peke yake, kila eneo tulumbane tu kwa, kwa sera tulumbane kihisia, kimtazamo, lakini tusipigane wala tusigonganishe jamii. Mwisho wa kuisha jamii itakuwepo baada ya sisi kuondoka paduniani mengi